Muungano wa wanahabari nchini KUJ umeandaa mafunzo kwa wanahabari katika kaunti ya Nyamira, kuwahamasisha kuhusiana na usalama wao wanapokuwa kazini. Kwenye hafla hiyo iliyoongozwa na katibu mkuu wa muungano huo nchini Eric Odor eh, kule Nyamira, wanahabari walihamasishwa kuhusu masuala ya usalama wao na dhuluma za kingono na kuhimizwa kuchukua hatua za kisheria haki zao zinapokiukwa. Aidha, wanahabari kote nchini wamehimizwa kujiunga na muungano wa vyama vilivyotetea ynh so is so kuna ishu ya sexual harassment at workplaces and even um, and even here in the field, yeah, ni jambo ambalo uh, washirika na wanachama wame wamefunzwa wa na wameelewa kwamba they need and they deserve their right to exercise their duties. Uh, while in the field and even in the office without being sexually harassed. Na ningependa sana hiki chama cha Kenya Union of Journalists kiweze kuingilia kati, kuangalia jinsi kitaweza kusuluhisha tatizo hili kwa undani kabisa, kuhakikisha ya kwamba vitendo kama hizi zinaweza kuwa zimepunguzwa, na pia wenye kufanya hizo vitendo za sexual harassment waweze kufuatiliwa na pengine kufikishwa hadi kotini. Ingekuwa bora zaidi kama uh, wamiliki wa vyombo vya habari wangeangalia waone jinsi ambavyo maslahi ya, ya mfanyakazi wao, maslahi ya huyu dada anayetekeleza majukumu yake kila siku, maslahi ya mimi ninayejituma kuhakikisha kwamba uh, wananchi wanapata habari yanatunzwa, ili kwamba ndio tuboreshe kazi zetu zaidi. We deal with the welfare and the rights of journalists. Sasa tukiona journalist anaumia tunaingia ndani na kumpatia free legal advice uh, na even social, hiyo social support, social, emotional psychological support mtazamaji baada ya taarifa hiyo tunapumzika kidogo mengi zaidi ni hivyo punde